kanitha-inĩ wa redeemed gospel to chat towni-inĩ yakeno gĩcigo-inĩ kĩa ũpunge gĩa kandara kaũnti-inĩ ya mũrang'a nĩkuo mũpunge wa gĩthũngũri gathoni wa mucopa gwĩkinyĩtie <coughs> na rĩrĩa akwaragĩria arũmĩrĩria kanitha ũcio nĩ acakaire kĩgĩ na kĩrĩa gĩtũmagwo mathukuru-inĩ harĩ o mũrutwo nĩkĩo kĩa capitation gũkorũo akĩnyihĩtio maita merĩ amu handũ ha mũrutwo gũkorũo akĩamũkĩra ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ mũrutwo aramũkĩra ciringi ngiri ikũmi na ĩmwe akĩũria mũtongoria wa bũrũri kwĩyumĩria kĩng'ang'a-inĩ na gũtarĩria Kenya nũ ũkoretwo akĩruta arutwo mũtambo-inĩ ũcio wa Nemis na gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo nĩkĩ rĩu ũhoro ũrĩa wa kũmakania nĩ atĩrĩrĩ angikorowo thukuru ina ciana magana kenda na no ciana magana meri cio ikaine ni thirikari besa iria cietagwo cia capitation igitumwo o mwana siringi ngiri 10 na imwe no ciana icio tu cio ikaine ni thirikari igotumirwo besa ri urathi ugakora thukuru ina ciana student population ya 1000 students no to fiya toria toratu mo ni thirikari ri ni twa ciana igana rimwe is that fair it is not fair na mumenye William Ruto akorire uhuru wa Kenyatta agituhe 22000 per child capitation ara reduce ara situa 11000 ara sokali wa rathie na mbere ku thengia ciana citu thini wa system kwogwo nie data mujube wa kuma kirima na makiria muno kuma githunguri ni direnda accountability twirwo no wathengirie ciana kana watho si wa guthengia ciana ni warehirwo bunge o kihitukio kana ni kwari na regulation ya rutirwo na stakeholders magitu public participation todo uyu ni ukora maya mokite riri wa bururi president william ruto atanyitwo gucera gitaro-ini wa bururi wa mweri turolete wa ina kuria wa musomboritie presidenti guka giki na gutaaririria wa kirima gitumi giatabarira cia wa nambere gukorwo irugamite ta na mbere ruto eh, nioke okay, tumwetereire ni okay. ni okay, nioke nioke atwire kana pesa mufukoni ni kumuramura mbeca cia ile itigarite tondu ni arekerire regulation mena CSO mweru yetu retwo badi ya kurenga renga mbeca ciari mi akahwa a 1.8% kiatuire ni oka kana twacirire kuria miru arageririe ku rehenya muyo na kofi biro tu turarega riu ni oka uga mengari iguru maya ngai atwire ati niwe wetikiritie tundengwo mbeca ni oki atwire nikikira tumachairega kuruta wira rarehi atumia aitu na athuri aitu niki ngituikania werwa GTN TV kuma mucii wake no Murang'a kaunti njitikaga muthoni wa gitaa